Suala zima la ajira na uthubutu. Watu wengi huamini maisha bora hupatikana mjini tu, lakini adubini imefuatilia maisha ya kijana Matiku Mwita ambaye aliamua kuliacha jiji la Dar es Salaam miezi tisa iliyopita na kuamua kurudi kijijini kujishughulisha na kilimo baada ya kuishi takribani miaka saba katika jiji la Dar es Salaam bila mafanikio. Karibu ungane na wanadubini wetu, habari kwa kina Zaituni Mkwama sambamba na Aaron Mrikaria. Baada ya kukamilika kwa moja ya chaguzi uliorodheshwa kati ya chaguzi kumi zenye ushindani mkubwa barani Afrika na kampeni ya hapa kazi tu kuibuka na ushindi kwa kuitanguliza amani yetu, kwa kumtanguliza Mungu mbele na maendeleo yataletwa. Mwaka mmoja sasa, una timu hapa kazi tu, ikiwa ni kwa wananchi wote wa jamhuri ya muungano wa Tanzania yangu inapoanza Tarime, kaskazini magharibi ya Tanzania, ni umbali mrefu kutoka jiji la kibiashara la Dar es Salaam, lakini hapa naungana na familia ya Matiku Mwita ndio liacha jiji hilo na raha zake zote na kuja kutekeleza hapa kazi tu. hapa ha, kama utaweza dada, naweza kulima kwani mnalimaji hivo hivo Sif. Sif. Sif. Falsafa ya hapa kazi tu inabeba taswira nzima ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika familia hii. Tangia nirudi kijini na maana, nimeshamaliza miezi tisa kwa sasa hivi, nina mafanikio makubwa, nimesha panda migomba kama hivi mnavyoona, Naanza kuzaa nimepanda, mahindi, maharage, kila aina ya mboga mboga nimepanda mimi. Yani ni mkulima ambaye ni mkulima kwa kweli, ina maana mafanikio nilionayo ni makubwa. Hata nimesha nunua mpaka mabati nime yapo ndani, nategemea mwezi wa, wa nne ndio nitanunua ng'ombe wawili wa kulimia, ila kwa sasa hivi ninalimia mikono, ila katika hiyo mikono ninayolima nimewekesha ng'ombe ambao ni wawili, kwa hiyo bado kuna hela inayohitajika ili nikabidhiwe au ng'ombe pale. Nimefumika, nimevundika ndizi kama hizi, ehe. Zile ndizi zinafunikwa kwa utaalamu, maana mimi sio mzoefu lakini nilielekezwa mpaka nikajua. Na miti mitatu ambayo mume wangu aliniuzia, kwa hiyo mimi akinilipisha hapa na yeye anapata ile hela inamwendeleza zaidi e, ila ninamwambia siuze kwa bei kubwa, kanigalaliza sana kwa hiyo, mtu kama huyu anaweza kan na mimi najua kabisa fu yes, 80 anaenda kuifanyia jambo la muuma. Mpango kazi wa Mwita na mkewe unaonyesha dhahiri utawafikisha wanakutarajia. Kama mimi nikiamka saa kumi, nikipeleka ndizi mjini, mume wangu anaamka, anakuja shambani nimerudi nimekoroga uji nimemletea shambani anakunywa. Tukirudi nyumbani, tunapika chakula cha mchana, tukimaliza tunaingia kupalilia mboga. Mimi simnii mboga za majani na ndani kwenye nyumbani kwangu kuna chakula ambacho hakitaisha. Ina maana hadi haya yakija yakuwa makubwa, tukivuna chakula bado kipo. Ni kwa sababu ya mimi kuwa na msimamo, sikutaka kujibweteka nyumbani nyumbani nyumbani, kijijini nini kilipelekea familia hii kurudi nyumbani? Nilipata si siku ambayo Magufuli amepata uongozi, wamemaliza miezi mitatu aliposema hapa kazi tu, alafu na ile bomoa bomoa ya kando kando ya mito na nyumba ambazo ziko barabarani, ndio nilipata wazo la kurudi nyumbani, kwa sababu nyumba ambayo nilikuwa naishi ilikuwa kando kando ya mto Mtombezi ni nikapata wazo kwamba kinachotakiwa nyumbani, nina nyumba ya, ya kwangu bure, shamba ninalo la kulima. Kwa hiyo nikaamua nirudi nyumbani nikae kwenye nyumba yangu bure, shamba la kulima na lima bure, narudi nyumbani. Ye, maisha ya mjini yamenishinda, na salama siyo mchezo narudi kijijini kutekeleza amri ya nguvu kazi na kwenda kujiunga na wazee. Huyu ni Mama Matiku nyakati za mapumziko. Nini ujumbe wake kwa kina mama? Nilikuwa ninamuomba aendelee kuwa hivyo hivyo, anaendesha nchi vizuri, ila asiangalie kwenye pombe tu aangalie kwa wale wakina mama wanaokaa barazani asubuhi, wale wamama wasiojishughulisha, wale wanajulikana na wapo. Yani wale wamama wafatiliwe sana, ikiwezekana na wao pia wapelekwe magerezani wakatumikie nchi. Sababu haiwezekani mwanamke kama mwanamke badala uamke asubuhi ufanye kazi, wewe unaoga unakaa barazani. Barazani unafanya nini? Afu unakuja unasema maisha ni magumu. Nani ya kufanyie mepesi kama sio wewe mwenyewe? Kwa hiyo naomba rais, ukishapata huu ujumbe, naomba uzingatie sana hawa wanawake wanaokaa vibarazani, umbea umbea, maendeleo hamna, wanakulalamikia wewe maisha ni magumu. Na sasa ni kwa heri ya kuonana, nikielekea jijini Dar es Salaam. Bandari salama, jiji la kibiashara, pilika za ajira isiyo rasmi zikiendelea. Natokea mkoa wa Kagera. Nilikuja hapa kwa ajili ya kutafuta maisha hapa Dar es Salaam, na nilikuja nilikuja mwezi wa nane hivi. Kwa ndo naanza maisha, nimeajiriwa mimi biashara ya watu kwa ndo nafanya biashara ya watu hapo. Unafanya biashara gani? Na nafanya biashara ya kuuza vitumbua. e, na wewe kama wewe unaweza kupata kiasi gani kwa siku? Aa, kwa siku unapata shilingi elfu tatu tu Ah, kikubwa zaidi ya ajira ni ngumu. Ndio maana tunajitupa kwenye kazi kama hizi ili tuweze kupata kipato cha kula kutokana na ajira hamna. Kwa hiyo ingepatikana ajira mtu hapendi kubeba beseni kila muda kichwani. Kikubwa zaidi yeye ajira hamna kama kule mkoani ndio hakuna viwanda, hakuna nini. Kwa hiyo mtu anashindwa hata kwa sehemu ya kujisaidia mahitaji yake. Ndio maana tunafanya kazi kama hizi ili tupate la kula nini na mambo mengine. Lakini kwa ujumla hakuna faida kubwa. Tueleze sasa kwa siku unaweza mtaji wako ni kiasi gani na unapata kiasi gani na unakidhi vipi mahitaji yako? Sisi kikubwa zaidi humu huwa hatuna hatutoi hela, tunapewa mali kauli, tunauza basi, kinachopatikana kule ndio mwenye mwenye haki yake anachukua chake, kilichobaki ndio cha kwetu. Unaonekana ni kijana mwenye nguvu. Je, mfano ikitokea unapewa eneo na wazazi uko tayari kusema kwamba sasa unaanza kwanza kilimo Eh, nipo tayari kufanya hivyo lakini sasa kwa kutokana jinsi ya hali yenyewe jinsi ilivyo hali mchumi mgumu sababu changamoto sana chumba yenyewe nimepanga na daiwa sasa hivi elfu ishirini na tano. Kwa hiyo na maana sasa pale nimefanya na dunduliza hivi kumpata hata kwa mfano ungepata hata 2000, 3000 ampeleka kwenye mama mwenye nyumba namwambia niangalizie Mama bwana, hichi ndio kidogo nimepata, angalau niandikie siku yasia kanifukuza, maana nifukuza nalala kwenye mtaro, ndo maisha haya. Na mpaka sasa umefanikiwa kununua nini ndani hasa kwenye chumba chako? Yaani mpaka sasa hii nimefanikiwa kununua hata angalau kamkeka kidogo, ambao ndo nalalia eh. Nguvu kazi ya taifa ambayo ni vijana asilimia kubwa ikihamia mijini dubini ikiguuna njia kutaka kujua uhalisia wa fursa za ajira katika sekta rasmi kutokana na nafasi yenyewe inaweza ikawa application kuanzia 40 mpaka mia moja kwa hiyo applications kwa kweli ni nyingi na nafasi ambazo tunazo huwa sio nyingi lakini tunaona kwamba kweli kuna kuna kuna kuna, kuna kuna kutafuta kazi, kuna watu wengi sana huko nje, vijana wengi zaidi ambao mara nyingi unakuta mtu ametoka university na degree yake anatafuta kazi, anataka kupata kazi. Kwa hiyo, kwa jina naitwa Alexion James Ole Sekerot ni afisa rasilimali watu Shirika la Utangazaji Tanzania. Aa, kwa kweli kwa swala la ajira imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa nchi yetu, na hii ni kwa sababu kwa mara ya mwisho tulivyotangaza nafasi za kazi ilikuwa mwezi Mei 2016 Tulitangaza kazi kwa kada tofauti tofauti, na tulipata maombi ya, ya waombaji wengi sana. Kwa mfano kwa nafasi ya uhasibu tulikuwa na nafasi moja na waombaji walikuwa mia tatu na mbili. Kwa hiyo unaona kwamba kuna e, waombaji ni wengi sana lakini nafasi ilikuwa ni moja tu. Halafu pia tulitangaza nafasi ya waandishi wa, wa habari nafasi zilikuwa nne, lakini waombaji walikuwa 138. Alafu pia tulitangaza nafasi ya injinia, kulikuwa na nafasi moja, waombaji walikuwa 91. Nafasi ya librarian, kulikuwa na nafasi moja, waombaji walikuwa 71. Na hata katika hali ya kawaida unakuta, hatujatangaza nafasi, lakini bado tunapata maombi ya watu mbalimbali wana, wana, wanaomba kazi. Kama ukiwa makini kwa nje utasikia sauti za makundi ya watu wengi, ni vijana wana bahasha za kaki mikononi. Kama hamtupi taka, shimo hili mlichimba la nini? Serikali ya hapa kazi tu inaeleza nini wasio na ajira hapa nchini? Huyu hapa Naibu Waziri wa Kazi, Ajira la Vijana, Anthony Mavumbe: takwimu zetu zinasema asilimia kumi na tatu ya vijana hao hawana ajira. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa sana, na kwenda kuifikia katika nchi ya uchumi wa kati, ni lazima, wanasema, uwe una single digit ya unemployment rate. Kwa hiyo sisi kama serikali tunaendelea kuweka msitizo wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza fursa zaidi za ajira, ili vijana wetu wengi waweze kupata nafasi na kuweza kutatua changamoto hii inaikabili, ambayo inaikabili, inaikabili nchi nyingi za duniani na Tanzania ikiwemo. Mavunde ana wito gani kwa wanaokimbilia mijini? Kwanza kabisa niwatake vijana wote nchi nzima, hasa walio katika maeneo ya vijijini, wahakikishe tu ya kwamba katika utaratibu ambao tumeweka chini ya wizara, wa watu kujikusanya pamoja, wakiwa na malengo ya pamoja, ili wasaidie, hata wakiunda vikundi, basi wawe wana sehemu ya kwanza kuanzia. Lakini ya pili wachangamkie fursa zilizopo. Imezungumzwa juzi kuhusu milioni 50 ile ambayo tayari serikali imekwisha kutenga kiasi cha takriban bilioni 59.5 ambao lengo la hizi fedha ni kwenda kukuza uchumi katika maeneo ya vijijini na ndio maana nasema so milioni 50 kila kijiji. Kwa hiyo wa, waione hii kama ni fursa na wajiandae kwa ajili ya kui kufanyia kazi fursa hiyo, iwasaidie katika kuimarisha uchumi wao. Kwa hiyo, niombe tu na nitoe rai kwao kwamba bado nao nafasi ya kujenga uchumi wakiwa katika maeneo ya vijijini kwa kutumia rasilimali tulionayo maeneo tulionayo na uwezo mkubwa sana wa kufanya vijana wajajiri pasipokuja mijini na wakabaki bado kule maeneo ya vijijini. Shirika la kazi ulimwenguni ILO linaorodhesha uhaba mkubwa wa ajira katika mataifa mbalimbali mbali duniani. Sera ya ajira ya Tanzania ya mwaka 2008 ina lengo la kupanua wigo wa ajira kwa wananchi wake. Falsafa ya hapa kazi tu ni shuhuda wa kulifikisha taifa hili lenye wakazi milioni hamsini katika uchumi wa viwanda ishirini ishirini na tano. Nikiripoti Hadubini, habari kwa kina, mimi ni Zaituni Mkwama. Naam.